Nikukaribishe tena ndugu mpenzi mtazamaji na mfuatiliaji wetu katika mwendelezo wa habari pamoja na matukio mbalimbali yaliyojiri na yanayoendelea kujiri hapa ndani lakini pia na nje ya mipaka ya taifa letu pendwa kabisa la Tanzania. Muda huu chama cha wanasheria Tanganyika TLS The Tanganyika Law Society kimetoa taarifa tena kwa umma kuhusiana na vitisho dhidi ya Boniface AK Mwabukusi. Chama cha wanasheria Tanganyika TLS kimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kutishiwa maisha kwa ndugu Boniface AK Mwabukusi, ambaye ni wakili mwandamizi yaani senior advocate, rais na mwenyekiti wa baraza la uongozi la TLS. Mnamo tarehe kumi ya mwezi wa tano mwaka huu wa 2025, rais wetu alipokea ujumbe kwenye simu yake kutoka kwenye namba ya simu ya mkononi ya Tanzania yenye sifuri saba 92781 na ukiwa unaonyesha kuna mipango ovu ya kuondoa uhai wake. TLS inakemea na kulaani kitendo hicho, kwani ni kinyume na Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na, na sheria za nchi yetu. TLS kwa mujibu wa kifungu cha 4D cha Sheria ya Chama cha Sheria Tanganyika Sura namba 307 sheria za Tanzania ina jukumu la kulinda wanachama wake na wananchi ama umma kwa ujumla. Hivyo inachukua kwa uzito mkubwa jukumu la kulinda usalama wa maisha ya ndugu Boniface AK Mwabukusi, wakili na rais wetu, wanachama wake wote na umma kwa ujumla. Kila raia wa Tanzania akiwemo wakili Boniface AK Mwabukusi ana haki ya kuishi na kufanya kazi zake halali ndani ya nchi yake bila vitisho, uoga wala hofu. TLS inatoa wito kwa mamlaka za serikali, hasa jeshi la polisi lenye dhamana ya ulinzi wa raia na mali zake, kuhakikisha wakili Boniface AK Mwabukusi, kama raia wengine, anakuwa salama wakati wote, kwa kuwa kuna namba ya simu iliyofanya uhalifu wa kutishia maisha ya wakili Boniface AK Mwabukusi. Tunalitaka jeshi la polisi liwabaini na kuwachukulia hatua stahiki za kisheria wale wote wanaomtishia maisha ndugu Boniface AK Mwabukusi. TLS inafuatilia kikamilifu uchunguzi wa swala hili kwa jeshi la polisi, kwa kuwa aliyetishiwa maisha si tu ni wakili bali kiongozi mkuu wa taasisi yetu, rais wa TLS. Ni wazi pia kuwa vitisho dhidi ya ndugu Boniface AK Mwabukusi vinahusiana na nafasi yake kama msemaji mkuu wa TLS, kwa kuwa anatishiwa kutokana na kuwa mwongeaji yani voko, jambo ambalo ndio msingi na wajibu wa nafasi yake kama mwenyekiti wa baraza la uongozi na rais wa TLS. Mwisho, TLS itaendelea kusimamia utekelezaji wa majukumu yake kwa mujibu wa kifungu cha nne cha sheria ya chama cha sheria Tanganyika, sura namba mia tatu na saba ya sheria za Tanzania, katika kushauri, kukemea, kuonya na kuchukua hatua sahihi za kisheria, ikiwemo kufungua mashauri mahakamani, yani strategic litigations katika kulinda haki za wanachama wake na umma kwa ujumla bila uoga wala upendeleo. TLS inatambua na kuheshimu utawala wa sheria na kwamba hakuna aliyejua sheria kwa mujibu wa Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977. Ifahamike kuwa baraza la uongozi la TLS haliwezi kukaa kimya linapoona kiongozi wake mkuu, yani rais anatishiwa maisha kwa kutimiza wajibu wake kwa mujibu wa sheria. Tishio kama hili si tu ni la ndugu Mwabukusi ni la baraza zima la uongozi la TLS na TLS nzima. Uhalifu wa namna hii haufai, tunaulaani na hatutauvumilia hata kidogo. Imetolewa na baraza la uongozi la chama cha wanasheria Tanganyika, TLS, na wakili Laititia petro Tagazwa, makamu wa rais TLS. Hicho ndicho ambacho wamejitokeza na kukizungumza kwa umma, chama cha wanasheria Tanganyika, Yani TLS kuhusiana na vitisho dhidi ya Boniface AK Mwabukusi. Hayo yote yamekuja kufuatia taarifa ya tarehe kumi mwezi huu wa tano na mwaka huu wa 2025 aliyoitoa wakili msomi mwenyewe Boniface Mwabukusi na rais wa TLS ambapo Boniface Mwabukusi kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter aliweza kuchapisha ujumbe uliokuwa ukiisomeka kama ifuatavyo. Ninaona ni vyema zaidi niweze kukukumbusha kile ambacho alikizungumza wakili msomi Boniface Mwabukusi kwa kukichapisha kwenye ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, ambacho chama cha wanasheria Tanganyika wamekuja kutoa taarifa kwa umma, ili kusudi uweze kupata na kuelewa kwa undani zaidi eh, kuhusiana na habari hii. Namnuku hapa wakili msomi na rais wa TLS Boniface Mwabukusi anasema siku hiyo ya tarehe 10 Mei mwaka huu wa 2025 mimi nimeshapita levo za kutishwa. Huyu mpumbavu mwenye namba hii 07927831 anajaribu kunitisha. Nimemtaarifu kuwa hahitaji kunivizia kama alichosema, ninarudi Mbeya kushughulikia suala la mdude Nyagali na nimeamua hiki ndio kiama cha ujinga huu, na nina hamu ya kuonana naye. Huu ndio ujumbe wake. Unapenda sifa sana Jiandae kuacha mjane na yatima. Wewe njoo Mbea kama ulivyosema, tuwindane. Ulipo tupo, njo uone kama mdomo wako utakusaidia zaidi ya kukuangamiza. Kama uwakili umekushinda, iambie familia yako na kuiaga kuwa uko vitani. Mambo vipi? Naona unabwabwaja sana, unataka sifa au wewe? Mwambie pengo ajiandae vizuri, hii dunia ni ndogo. Mbea iko kiganjani, na wewe acha kamdomo Sinta babaishwa sinta tetereshwa na sina kipaji cha woga huo, ndio amekuwa ujumbe wa rais na wakili wa TLS Boniface Mwabukusi wa tarehe kumi Mei mwaka huu wa 2025 moja kwa moja kupitia katika ukurasa wake rasmi kabisa wa X Twitter, akiutaarifu umma kwamba amepata vitisho kutoka kwa namba fulani ambayo ameitaja hapo kwenye maelezo. Ndicho ambacho kimesababisha hata baraza la uongozi la Chama cha Wanasheria Tanganyika TLS kujitokeza na kutoa taarifa kwa umma kuhusiana na vitisho dhidi ya Boniface AK Mwabukusi, wakili na rais wa TLS. Chama cha Wanasheria Tanganyika, kupitia baraza la uongozi la chama hicho, wamejitokeza na kutoa taarifa hiyo kwa umma, lakini pia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 Tukutane tena katika habari nyingine. Hii hapa ni Habari Kiganjani. Endelea kusubscribe, endelea kukaa karibu nasi kwa habari zaidi.